Nyota wa klabu ya Young Africans Dickson Jobu akipewa uh, fedha na mashabiki wa Young Africans kutokea hapa katika uwanja uh, wa Sokoine jijini Mbeya mara baada ya mchezo kutamatika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa magoli matano dhidi ya Tanzania Prison. Tazama namna ambavyo uh, anaendelea kupewa pesa na mashabiki wa Young Africans ambao wamefurahia performance ya timu yao siku hii ya leo, na ushindi mnono ambao wamepata siku hii ya leo. Ni pesa tu hizo ambazo anazipokea kutoka uh, kwa mashabiki wake ambao wamefurahishwa na performance yake siku hii ya leo, na wana furaha kweli kweli, wanaonesha ni namna gani ambavyo e, wamefurahishwa na kile ambacho mchezaji huyu amekifanya siku hii ya leo. Hicho ndicho ambacho kinaendelea hapa katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, kama ambavyo unamtazama kwa uzuri kabisa, amezikusanya fedha zake e, kwa uzuri kabisa, na bado anaendelea e, kuzikusanya pesa hizo e, kutokea hapa bukubuku. Elfu tano mwingine, nipe tano, mungie, endelea kuzikusanya hapa eh, na mashabiki ambao wanaonekana wana furaha kweli kweli, na furaha hiyo inachagizwa na ushindi ambao umepata siku hii ya leo. <totitulia> bado wanaendelea kukusanya fedha nyingine. E, mashabiki bado wanaendelea kumpatia pesa hapa, kama ambavyo natazama, kila shabiki anatamani kushika mkono wa Dickson Jobu, kila shabiki anatazama, anatamani kushika mkono wa Dickson Jobu, lakini pia kumpatia pesa, mwingine akitaka tu kushika mkono wake e? Amezikusanya kwelikweli pesa kutoka kwa mashabiki hapa katika uwanja wa soko ile. Tazama mojmoj hatari ah, kwelikweli.